Katika kurunzi viwanjani, mashindano ya michezo mbalimbali mbali ya shule za upili kaunti ya Bungoma imeingia siku ya pili leo Alhamis, miamba wa mashindano hayo wakikumbana na upinzani mkubwa. Huyo hapa strike kabili Kibabi imepigwa goli moja kwa sufuri na Teremi kwenye mechi iliyositishwa kwa muda baada ya mashabiki kuingia uwanjani. Teremi inaongoza kundi A baada ya kuicharaza goli moja kwa sufuri kwenye mechi yake ya kwanza. Maliki ikaishinda Friends goli moja kwa sufuri kiaitikatokasa na goli dhidi ya naburerea. Bukembe Sari bukmbe ikachanasara na goli dhidi ya Friends. s ikapoteza goli moja kwa sufuri mikononi pa Kabula baada ya kuvua ushindi wa goli moja kwa sufuri dhidi ya Sina kwa yaa mepata hii game ya kwanza na tuna tuna promise tutaendelea kuwin, though kumekuwa na challenges kwa hii game ya kwanza but tajituma tafanya corrections na tutajituma tufike mbali. Ah, tunashukuru Mungu kwa sababu ya hii win, haija kuwa rahisi. Tunajua tunacheza na watu wenye one wako na question Bati chesa tumekuja kwa ubaya boss. Mupuripe, regionals, ambia wasewakach Busia Vihiga chesa iko, tumerudi full swing. Mabingwa wa kaunti ya Bungoma kwenye soka ya wasichana Brenda Girls wameingia robo fainali ya mashindano hayo kwa kuvuna ushindi kwenye mechi yao ya pili dhidi ya kikosi cha kimaaboli, wakilenga kulinyakua taji la mwaka huu Tumeku. Tumekuwa tukiwin toka hizo miaka zimepita, tumekuwa tukiwin continuously, so hii mwaka si tuna expect tukuwe tunaenda like national, hata kama inawezekana tuweze kupita national, tuende tukiendanga mbele. Tuna expect wengine, wap, wengine wetu hapa kama wanaweza enda at least national team pia inaweza kuwa sawa. Mabingwa wa kaunti kwenye voliboli ya Ovlana na Mwela wamekumbana na ushindani mkubwa kutoka kwa Hasoko, wakivuna ushindi mdogo wa seti tatu kwa mbili. Maliki ikaipiga Bokoli seti tatu kwa mbili. Terem ikailaza Ndevisi seti tatu kwa moja. Chesamis ikaitikisa Kibabi seti tatu kwa sufuri. wa Bohonyi ikaituliza Kimaiti seti tatu kwa moja, na Manga ikiichemsha Kimobo seti tatu kwa moja. Venye tumecheza na venye mumeona, haikuwa rahisi Tumejaribu lakini hiyo iko hi kukuwa game yetu. Tulikuwa tunatarajia tulikuwa chini kabisa venye tulianza, tulikuwa tunatarajia kuwapiga 3-0 lakini bahati mbaya tumeenda rali ambayo tukuwa tumetarajia kufanya kitukaa. Hiyo ninafurahi kwa sababu uh, tungali tunacheza pool na pool. Pool ni walikuwa wanasema pool of death na ni kweli, ni pool of death kwa sababu everybody is training na nimeshukuru uh, competition ambayo iko kwa pulu eh, every school is good, kulikuwa na mang'ana, uh, tumekuwa na hasoko. We are going now to meet uh, Kimombo and it's not easy kwa sababu Kimombo is also a a good good team team. Uh, mangana was a very good team, tactical team. Inacheza wrist inacheza nini but we are emerging winners kwa sababu Maybe God loves us, Lugulu imesalia miamba wa kitengo cha wasichana wakilaza Kibuku seti tatu kwa sufuri. Savana ikailemea Mitua seti tatu kwa sufuri. Luya ikaizaba bilibili seti tatu kwa sufuri. Kibuku ikaitikisa Mwiruri seti tatu kwa sufuri, ikaipiga Mayanja seti tatu kwa sufuri. Kibuki ikaizamisha na Manga seti tatu kwa sufuri. Miruri ikaipepeta na Manga seti tatu kwa sufuri, ku Miruri ikiipiga Kibuku seti tatu kwa moja. Alafu, as a Western champion nataka kuambia wananchi, tuna present this year tena kama last year, na nataka encourage every player in this field, akwa focus he play he uwanja wa volleyball na kwa focus siku hizi focus tena tuzene na mashabiki kwa focus, so I want to tell them that we are promising that you are going to win the number one of, of the champion of Western region anaambia na wananchi pia nawashukuru kwa support. Friends Col Kamsinga imepepeta Cheptais vikapo 2 21 kwa sufuri na kuibebesha Sipala 21 kwa sufuri na kufuzu robo finali ya basketball ya wachezaji watatu kila upande. Kwenye matokeo mengine, Kibabi imeilaza St Matthews ACK 20 kwa viwili, Bungoma ikaichemsha Bunambo 21 kwa sufuri, Kapsokonyi ikaelemewa 13 kwa saba na Bokoli. Kaptama ikailaza Misiho Friends kumi na viwili kwa vitano, Hasoko ikaichemsha Kakame vinane kwa viwili, Chesamis ikaisa kama Toloso kumi na vinne kwa kumi na viwili, Sirakaru ikaizima Lunao kumi na viwili kwa viwili, kabla ya kuilaza Kimaiti kumi na saba kwa sufuri. So, katika kitengo cha wasichana Sosio imeilemea Machaha tisa kwa kimoja, Kibuki kapigwa vitano kwa vitatu na Chebukaka, St. Cecilia ikailaza Lugulu sita kwa vinne, Moi Girls Kamsinga ikalazwa kumi na tisa kwa vinane na Sirakaru naitiri ikaipiga kaptama kumi na vitano kwa viwili bitobo ikalazwa kumi na vitano kwa vitatu na namawanga. Hukuna londo ikilaza St. Peters ndalo kumi na vinane kwa sufuri Mwaka uliopita, nashukuru Mungu, kazi haikuwa mbaya. Tulifika nationals tukamaliza namba 6 Kenya. E, mwaka huu tumeanza vizuri, tumekuwa na mazoezi, tumekuwa na michuano ya kujipima na tumecheza na mabingwa, tumecheza na St. Joseph's Girls, tumecheza na St. Bridges na tumekuwa tukishinda. <tune> Chasamis wameshinda mechi yao ya kwanza baada ya kukosa kufika katika kiwango hichi kwa zaidi ya miaka minane, na wameahidi kwamba wamerejea kwa vishindo kutamba katika mashindano ya mwaka huu lengo lao likiwa kutamba katika mashindano ya Afrika Mashariki na Kati. Kutoka katika uwanja wa shule ya upili ya Bungoma, nikiripotia West TV Kurunzi viwanjani, naitwa Billy Gabriel Palinyang, ama ukipenda striker Billy.